Nitaongea kuhusu ugonjwa wa mapafu wa interstitial ambao ni ILD. Kama daktari wa mapafu, naona wagonjwa wengi wanaougua ILD ambao huja kwetu katika hatua za mwisho za maisha, ambapo dalili za kawaida ni kikohozi kikavu ambacho ni cha kudumu kwa wagonjwa hawa au ugumu wa kupumua inaweza kuwa kama pumu au magonjwa mengine ambayo yamekuwa yakitibiwa mahali pengine, lakini huishia kuwa na tatizo kubwa linaloitwa ugonjwa wa mapafu wa interstitial ambao wakati mwingine unaweza kuwa usioweza kutibika ikiwa watawasilisha katika hatua za mwisho za muda. Kwa hivyo wagonjwa wa kawaida ambao wanaweza kuendeleza ILD katika siku zijazo ni wale ambao wana maumivu ya viungo yanayofanana na ugonjwa wa tishu unganishi ambao wanapokea matibabu ya rheumatologi. Wagonjwa hao wana hatari kubwa ya kuendeleza ugonjwa wa mapafu wa interstitial. Na aina ya pili ni wale ambao ni wavutaji sigara wa muda mrefu. Wavutaji sigara wakubwa huendeleza ILD na wagonjwa wengi. Uh, inaonekana siku hizi tunapata wagonjwa wengi ambao hawana tatizo la uvutaji sigara au rheumatologi wanakuja chini ya pneumonitis ya hypersensitivity ambayo ni suala kidogo la mzio. Aina hii ya pneumonitis ya hypersensitivity hutokea kwa wagonjwa ambao wameathiriwa na njiwa, kasuku, pokatos, ndege wa kigeni. Kwa hivyo wagonjwa hawa wanapata kiwango kikubwa cha kuathiriwa na antijeni kutoka kwa ndege hawa au wanaweza uh, kupata matatizo ya mara kwa mara kama kikohozi kisichoisha hii kuathiriwa mara kwa mara na antijeni husababisha uharibifu wa mapafu kwa hali hii. Yote inaweza kutambulika kwa kutumia skani ya CT yenye azimio la juu. Tunayo kipimo cha utendaji wa mapafu ambacho kinatoa wazo jinsi uwezo wa mapafu umepungua kwa wagonjwa hao. Kwa hivyo mara tu kuna picha sahihi u kwa kutumia skani ya CT na u uwezo wa mapafu umetambulika, tunaweza kupima kiwango cha ILD, na hakika tunapaswa kuanza matibabu, kwa sababu kuchelewesha matibabu kutasababisha utabiri mbaya zaidi.